Ndugu zangu wa Njombe, masela wenzangu wa Njombe, wazee wangu wa Njombe, mama zangu wa Njombe, ninayo furaha kubwa sana na heshima kubwa sana ya kusimama mbele yenu jioni hii. Kama ambavyo nimetambulishwa, kwa majina ninaitwa Salumu Mwalimu, ni mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia chama cha ukombozi wa Umma. Sio mgeni sana kwenye viunga hivi vya Njombe, lakini inawezekana leo nimekuja nikiwa na sura tofauti kidogo. Mara ya mwisho ni wiki kadhaa zilizopita, tulikutana kwenye viwanja hivi hivi nilipokuja kuomba mnidhamini kama sehemu ya takwa la kisheria kabla Tume ya Taifa ya Uchaguzi haijaniteua rasmi kuwa mgombea wa urais. Kwa hiyo awali ya yote ni, ni, ni washukuru sana kwa sababu saini zenu watu wa Njombe ni miongoni mwa saini zilizonipa baraka na kunifanya nikidhi matakwa ya kisheria na hatimaye kuteuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa upendo wenu na kwa namna mlivyonidhamini ikionyesha imani mliyonayo juu yangu. Leo ninakuja, wiki kadhaa mbeleni, nikiwa tayari ni mgombea rasmi. Nikiwa tayari ni mgombea rasmi. Na leo tuna kila sababu ya kuzungumza. Kwa nini tunakwenda kupiga kura tarehe 29? Ndugu zangu niwaambie watu wa Njombe kabla hata sijafika mbali. Matatizo yetu, hali ya umasikini inayotukabili, kusuasua kwa kilimo chetu, masoko ya mazao yetu, bei duni za mazao yetu, hali ya kibiashara tatizo la huduma za afya, huduma za maji safi na salama, tatizo la elimu bora ya watoto wetu, hali ngumu ya maisha na changamoto kubwa ya ajira zetu, sio jambo ambalo eti Mwenyezi Mungu ametuandikia au ni jambo ambalo Watanzania hatuna jawabu lake. Nataka niwanze na hilo ili tuelewane. Changamoto ya maisha yetu yaliyopo leo, tunashindwa kupata milo mitatu, tunashindwa kusomesha watoto wetu vizuri, tunashindwa kujitibia vizuri, tunashindwa hata kupata ajira nzuri. Ndugu zangu, mchawi wetu ni Chama cha Mapinduzi, na ninapozungumza hapa, ninajua ninazungumza hata chama cha mapinduzi baadhi wapo hapa wakisikiliza na kufuatilia. Na mimi inawezekana sina shida na wewe mwenzangu, kwa sababu inawezekana wewe na mimi sote ni wale wale. Wenye CCM yao hawapo hapa na wenye CCM yao wala hawana habari na maisha tunayopitia Watanzania. Na unapoambiwa CCM ina wenyewe, sio wewe na mimi CCM ina wenyewe, wanajijua, wanatembelea magari mazuri Wendada. Wanaishi vizuri, watoto wao wanaishi vizuri, wakiugua wanatibiwa nje. Ajira kwao sio shida, lishe kwao sio changamoto. Sisi wa Tanzania tunapofika wakati wa uchaguzi tunapaswa kusimama imara tuyaangalia maisha yetu ya miaka mitano yaliyopita na tuyaangalia maisha ya miaka mitano ijayo. Tusiufanye uchaguzi kuwa ni jambo la mazoea, wala tusiufanye uchaguzi kuwa ni jambo la kishabiki kwamba mimi ni CCM kindakindaki. Na hapa ninawapa kabisa, CHAUMMA haishindi. Sawa, wewe ni mwana CCM wa kindakindaki, mtoto wako anasoma wapi? wewe mwenyewe una uwezo wa milo mingapi? una vijana wangapi leo hawana ajira? mke wako, dada wako, miezi michache, miaka michache, alipokuwa mja mzito, alijifungulia wapi na kwenye mazingira yepi? biashara yako ina hali gani? huduma za maji safi na salama unazo? Kama mambo hayo unayo, wewe sema ni sisi mkindakindaki, lakini wabia. Kama ukindakindaki wako ni wa kupewa elfu mbili kupewa elfu tano kupewa fulana kupewa kofia, unasema na wewe ni kindakindaki, wakati maisha ni magumu kama sisi wachauma, wewe sio kinda kindakindaki, wewe ni mwenye shinda kama tulizo nazo sisi wabia. wewe na sisi labda tutulie kidogo masela hapa. Yaani, wewe na sisi tunapaswa tuungane wakati huu wa uchaguzi, tunapokwenda kupiga kura kuamua hatima ya maisha yetu. Tukimaliza, tutarudi kwenye ushabiki wa vyama vyetu. Tunapoweka ushabiki wa Simba na Yanga kwenye uchaguzi, ndiyo matokeo yake, vilio vya shida, vilio vya uchangamoto, vilio vya ugumu wa maisha vilio vya kilimo duni, vilio vya bei mbaya za mazao, vilio vya gharama kubwa za pembejeo, vilio vya huduma mbaya za afya, vilio vya ubora wa elimu vinaendelea kuwepo kwa sababu tunaingiza ushabiki kwenye uchaguzi. Leo tukiulizana hapa kwenye nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila, kila aina ya neema, kila aina ya neema, na inawezekana watu wa Njombe ama tunajua lakini hatuamini, ama hatujui kwamba nchi hii Mwenyezi Mungu ameibariki kila kitu kila kitu. Nenda kwenye madini nchi hii, nchi imejaa dhahabu kila kona, kila pembe ya Tanzania kuna dhahabu. Nchi hii Mwenyezi Mungu ameijalia neema kubwa ya madini. Kuna almasi kuna tanzanite ambayo wawezunguka nchi yote dunia yote, popote, magharibi mwa dunia, mashariki mwa dunia, kaskazini mwa dunia, kusini mwa dunia, tanzanite hutoipata. Tanzanite utaipata Tanzania peke yake, baraka aliyotujalia Mwenyezi Mungu. Tanzanite utaipata Tanzania peke yake. Tuna rubi tuna makaa ya mawe tuna chuma. Leo Mwenyezi Mungu ametujalia madini hata ya kutengeneza ndege, madini ya kutengeneza nyuklia, madini ya kutengeneza kamera, ya kutengeneza simu za mkononi, madini ya kila aina Mwenyezi Mungu ametujalia. Angeweza kuishia hapo, akasema hapana, akaipa Tanzania gasi, akaipa Tanzania mafuta, akaipa Tanzania maji. Kila pembe ya nchi hii, ukenda huku utakuta ziwa Nyasa, ukenda huku utakuta ziwa Tanganyika, ukenda huku utakuta ziwa Yasi, ukenda huku juu utakuta ziwa Victoria, ukenda yani kuna mito na maziwa na milima inayotiririsha maji safi na salama nchi hii kila kona. Mungu angesema aishie hapo akasema hapana, akatupa na bahari. Mungu ametupa bahari. Leo tuna nchi zaidi ya saba zinaitegemea Tanzania. Tanzania tukifunga mipaka yetu, nchi hizo zitakuwa kwenye mashaka makubwa kwenye maisha yao. Hawana bahari, hawana maji tuliyo nayo, hawana dhahabu tuliyo nayo hawana madini ya aina yote tulionayo nayo tunayoringia. Mungu hajatuacha hapo. Mungu akaendelea kutujalia ardhi takatifu kwenye nchi hii, ardhi ardhi. Watu wa Njombe, nchi hii Mungu amejalia ukubwa wa ardhi inayoweza kuzalisha kuanzia Januari mpaka Disemba non stop Ekari milioni ishirini na tisa ekari milioni ishirini na tisa ambazo ndizo zingeweza kuyabadili maisha yetu, achilia mbali hata hayo madini yaache, weka pembeni. Ardhi ekari milioni ishirini na tisa kwenye nchi ambayo hakuna utakileta kutoka nchi nyingine yoyote kikakosa eneo la kupandwa kikamea kikavunwa kwenye nchi hii. Kikishindikana Njombe kitawezekana Rukwa, kikishindikana Rukwa kitawezekana Shinyanga, kikishindikana Shinyanga kitawezekana Morogoro, ikishindikana Morogoro kitawezekana Tabora, ikishindikana Tabora kitawezekana Ruvuma, ikishindikana Ruvuma, yani kila mahala Mwenyezi Mungu ametujalia ardhi bora hali ya hewa ya kila aina. Leo kuna baridi Njombe, Dar es Salaam huku watu wanatembea vifua wazi, vifua wazi, joto. Leo kuna mahala unakwenda kuna mvua, kwengine Mungu amekujalia hakuna mvua. Leo hali ya hewa, kuna ndege wanatoka Ulaya wanakuja bustani ya Kitulo hapa kule, kukiwa na hali ya hewa imebadilika wanaruka wanaifuata hali ya hewa ya ubaridi Kitulo nini? Mungu aliyatupa mbuga za wanyama zitaje. Mlima mkubwa wa kipekee duniani ambao ni mkubwa kwa Afrika Kilimanjaro, wapi? Upo Malawi, Zambia, Zimbabwe, Madagaskar, Seychelles, Komoro, Afrika Kusini, Ghana wapi? Senegal Mali, Kamerun, Burkina Faso wapi? Anda. Wapi wana hizi rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametutunuku bure bila hata kumuomba? Wapi ndugu zangu wa Njombe, nawauliza. Na bahati mbaya haya maneno sijaanza kuyazungumza mimi, tunazungumza lugha hii miaka 30 sasa ya mfumo wa vyama vingi Watanzania, tatizo ni CCM. Hata wale waliokuwa CCM wenye neema leo, na wenyewe wanahangaika maisha. Ugumu wa maisha hauchagui wewe CHAUMMA, wewe sauvya. Watoto wetu inatuathiri sote, huduma mbovu za afya zinatuathiri sote. Maisha ni magumu, ndugu zangu. Tumekuwa taifa la afadhali ya jana, kwamba leo mida hii, mtu akikuuliza e, bwana vipi, unamwambia ah, afadhali ya jana. Leo mpaka sasa hali ni ngumu. Kesho mida kama hii ukiulizwa tena, e, bwana vipi, kati ya leo na jana, yani ugumu wa leo kesho unakuwa na nafuu mara mia moja, unasema afadhali ya jana jana ulioikataa jana, ambayo leo umeikataa kwamba ni ngumu. Hali ya maisha ni ngumu, ndugu zangu. Takwimu leo zinaonyesha hata uwezo wa kula wa Tanzania milo mitatu umepotea. Hatuna uwezo wa kula milo mitatu, milo mitatu, asubuhi, mchana, jioni, kwenye nchi yenye ardhi takatifu yenye uwezo wa kuzalisha tukala bure na tukauza nje mamilioni ya tani za chakula, lakini tunashindwa kula. Tunalima viazi, lakini tuna njaa. Tunalima mpunga, nchi hii mpunga unalimwa kila kona, kila kona mpunga, lakini tuna njaa. Mahindi yanalimwa kila pembe ya nchi hii, lakini tuna njaa, na hatuna uwezo wa kula. Mchele unatoka jirani unaletwa Njombe, unanua mchele kilo mbili, kilo tano, kilo nane, mpaka elfu tatu kilo ya mchele, kilo ya mchele. Mchele ambao Njombe unaweza ukalimwa, lakini mchele ambao unatoka hapo tu, Mbarali, majirani zenu hapo tu hapo Mbarali, hapo Mbeya kuna mchele wenye uwezo wa kulisha nchi hii. Mbarali, bonde la Mbarali peke yake, acha mabonde mengine. Nchi ina bonde la Mbarali, ina bonde la Ipinda Mbeya, ina bonde la Bahi Dodoma, ina bonde la Mbulu Manyara, ina bonde la Kahama Shinyanga, ina bonde la Ushetu Shinyanga inab ina mabonde na mabonde na mabonde yanayozalisha mpunga kwenye nchi hii. Lakini bado tunashindwa gharama za kununua chakula, bado tunalala njaa. Nenda kwenye elimu, ndo usiseme elimu inavurugwa vurugwa na kuchezewa chezewa kila siku. Kama kuna wazee hapa waliosoma wakati wa Nyerere hapa, wazee wenye miaka sabini, wenye miaka themanini, wenye miaka sitini hapa wanaweza wakawa mashahidi , sisi vijana tunaweza tusijue. Mchukue mtoto wa mwenye digirii ya CCM ya leo, mlete mbele hapa, mwenye digirii ya chuo kikuu cha CCM leo, mlete mbele hapa, alafu chukua mzee anayesoma wakati wa Nyerere, lete hapa, wape dakika tano kila mmoja ajielezee kwa Kiingereza hapa, kila mmoja Mzee aliyesoma kwa Nyerere atamaliza tano, ataomba tano nyingine, ataomba tano nyingine, wote hapa tutafurahi kumsikia mzee akitema hapa, ungenge hapa. Nenda kwa vijana wadigiriza CCM ya leo, my name is Salum Mwalimu, I come from Njombe, Njombe, Njombe, Njombe parachichi. Ze mwalimu Nyerere ze mwalimu, ndo ameenda hivo, ndo amemaliza. Elimu yani, elimu nchi hii, leo mtoto anamaliza kidato cha nne anarudi nyumbani kwa baba kulishwa, anamaliza kidato cha sita anarudi nyumbani kwa baba kulishwa, anamaliza chuo kikuu Dar es Salama, Mbeya, Mwanza, Dodoma, Iringa, anarudi Njombe kijijini kwa baba kulishwa. Hatuyaoni. So ya na yanaendelea tu, sio kwamba yanapungua, yanaendelea. Takwimu nchihi nasema, biashara ndogo ndogo hizi ambazo ajira hamtengenezi, elimu mnaua, tunataka kujihudumia vijana, biashara ndogo ndogo hizi hizi, kuchoma mishkaki, chipsi mayai, sijui mawakala, mamantilie, kahawa saluni na ndogo ndogo, na kadhalika biashara ndogo ndogo. Takwimu zinaonyesha nchi hii, kati ya vijana kumi vijana kumi wanaohangaika kutafuta mitaji ya shilingi laki moja, ya shilingi elfu hamsini, ya shilingi laki mbili, ya shilingi laki tatu, kati ya vijana kumi wanaohangaika kutafuta mtaji mwaka mzima, miaka miwili mayai kati ya kumi wanaofanikiwa kuanzisha biashara, mmoja ndo biashara inaendelea, tisa biashara zinakufa. Ndio maana leo utaona chipsi mayai pale, ukija baada ya miezi sita hayupo, hiyo biashara imekufa. Leo naona mtu amefungua saluni, baada ya miezi saba ukienda sio saluni tena, kibanda cha kuuza vocha. Baada ya miezi saba ijayo ukienda sio tena kibanda cha kuuza vocha, kuna mama ntilie baada ya miezi saba tena ukenda sio tena mama ntilie. Kuna mtu amepanga pale mifuko miwili mitatu ya simenti ndo anauza, baada ya miezi saba biashara zinabadilika, kwa sababu zinakufa, zinakufa, sisiemu wapo hawajali, na tunaona ni jambo la kawaida, yaani tunaona ni jambo la kawaida kabisa. Nchi hii leo unazunguka Njombe, Unavitafuta viwanda uvioni viwanda, haunajiuliza hawa watu wanawaza nini? Huoni viwanda. Nimetoka Lupembe, wanalia eti kuna viwanda viwili kule vimefungwa mwaka sijui wa saba sijui wa nane. Huu viwanda ka chai inatoka hapo, kiwanda kinakufa kinakufaje? Hii kahawa hii, hii chai haitolewi kilometa elfu mbili kilometa elfu moja kilometa mia mbili inatoka shambani. Kuna kiwanda pale kinakufa. Kinakufaje vijana wenzangu, vinakufaje? Mimi napenda nizungumze na vijana wenzangu kwa sababu sisi wakati mwingine tunaugeuza uchaguzi ni ushabiki. Ukiletea elfu mbili unaona uchaguzi ndio ushaisha ukiletea elfu tano unaona uchaguzi namashaisha. Hatujali, hatuthamini maisha yetu, hatuna uchungu, hatuna asiria na taifa letu. Viwanda vinafungwa, yani vina dunia ya leo, unaruhusu kiwanda kinakufa dunia ya leo? Hakuna watumishi, hapana. Hakuna vibarua, hapana. Wamejaa mitaani, hawana ajira. Hakuna wataalamu wako hakuna mali ghafi ipo, kina kuvaje? Nawepa cha kwenu, nasikia anachejewe, ndo mmeahidiwa ahidiwa, eti kinafufuka. Nawaambia niko hapa, chagueni CCM muone, nakipa miezi sita hicho, hilo changa la macho mlilopigwa. Nawepa miezi sita, chagueni CCM hapa. Ntarudi ntawauliza masala, vipi CCM? hawajakiona mwaka jana hawajakiona mwaka juzi, hawajakiona miaka mitano iliyopita, miaka sita yaliyopita. Leo kuna kupiga kura ndo anaambiwa wanafufua kiwanda kiwanda. CCM hawa, tuko masela, ingieni mkenge, mtakuja kuniambia. Ingieni kwenye kumi na nane zao, mtakuja kuniambia. Nitarudi kuwauliza kwamba masela, vipi Ehe, wangapi wana ajira hapo? Umasikini unaongezeka, umasikini huu unaongezeka kwa sababu hatuna sera madhubuti zenye kujitambua, kujenga uchumi utakaoleta maendeleo na kuondolea watu masikini. Hakuna soko linalouza utajiri, hakuna soko linalouza maendeleo duniani, halipo. Kwamba leo unasikia nchi fulani tajiri kwamba ilikwenda mahala ikanunua utajiri ikawapelekea watu wake? Hakuna. Kwamba leo kuna nchi fulani na maendeleo, ukafikiri hiyo nchi, rais wa hiyo nchi alikwenda kununua maendeleo kwenye soko fulani, akawaletea watu wake? Hakuna, hakuna. Neno uchumi duniani limetokana na uhaba wa rasilimali. Neno uchumi kwamba rasilimali duniani ndio zimesababisha kuwepo kwa neno uchumi. Kila taifa linapaswa kuwa na akili timamu kutumia rasilimali zake kuwaletea watu wake maendeleo. Kila, hakuna njia nyingine. <laughs> Nawaambia vijana wenzangu wa Njombe, hakuna njia nyingine. Kila taifa linatumia rasilimali zake Ke, kufanya kitu kinachoitwa economical transformation kwa kutumia rasilimali, sio mbwembwe, sio maneno ya hadaa. Uchumi hauhitaji usanii, uchumi hauhitaji mbwembwe. Uchumi una kanuni zake, ziheshimu, zifuate, zilinde, upate maendeleo, sio porojo Ambia. Sio porojo. Leo tuna rasilimali, hatuna viwanda, halafu tunalia tatizo la ajira. Ajira zitapatikana wapi? Nawauliza tu, yani viwanda vinafungwa Njombe halafu unasema hatuna tatizo la hatuna tatizo la ajira, halafu wanawajia tuna mkakati kabambe yakinifu, kinifu, ulio makini wa kutatua tatizo la ajira vijana, unatatuaje Hakuna mchawi. Mchawi ni Chama cha Mapinduzi kushindwa na kupoteza umakini na umadhubuti wa kuisimamia nchi hii. Jana nilikuwa nging'ombe hapo, nimewaambia Mungu ni mmoja tunayemwamini na, na hakuna asiyependa Mungu na wote tunamlilia Mungu, sindio? Lakini unaweza ukaenda kanisani ukaingia ukakaa madhabahuni ukajiongozea misa unaweza kanisa lina utaratibu wake msikiti una utaratibu wake kama msikiti una utaratibu kwenye kumwabudu mungu kama kanisa lina utaratibu kwenye kumwabudu mungu na maendeleo na uchumi una utaratibu ukiudharau ukiupuuza ukipoteza nguvu nchi inayumba hakuna